naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na wenye ulemavu mheshimiwa Patrobas Katambi amewataka waajiri wote nchini kuhakikisha hawahusiki kwa namna yoyote na vitendo vya utumikishwaji wa watoto katika maeneo ya kazi akisisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya yoyote atakayebainika kukiuka agizo hilo mheshimiwa Katambi ametoa kauli hiyo leo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari katika maadhimisho ya Siku ya Kimataifa ya Kupinga Utumikishwaji wa Watoto, ambayo huadhimishwa duniani kote kila mwaka tarehe kumi na mbili mwezi wa Juni. Tunaposema leo tarehe kumi na mbili, si jambo dogo. Tunaliona dogo kwa sababu nini? Ni ni, ni, ni, tumeweka hivyo siku ya kupinga unyanyasaji au utumikishwaji wa watoto, ikienda sambamba na mambo mengine yote ya hovyo yasiyofaa kwa mtoto kaya inaweza kuathiri uhai wake, afya yake, malezi yake makuzi yake na kwa msingi huo taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuliingia mikataba ya kimataifa. Moja ya mkataba ni huo wa haki za watoto wa, wa mwaka 1989 mkataba wa kimataifa chini ya ILO. Mkataba mwingine ni wa ILO eh, wa International Labour Organization, ambao ni shirika la kazi duniani, ambao ni namba 138 lakini wenyewe umejikita zaidi katika umri wa chini wa mtoto kufanya kazi. Tunatambua kuna kazi ambazo mtoto anafanya kwa ajili ya kumwandaa kuwa mama bora, baba bora, mtumishi bora, na aidha kwa afya yake au yeye mwenyewe kujikua, anavyofanishwa, labda nenda kafue, anafulishwa nguo zile zenye uwezo wake kulingana na umri, anapoenda shambani, labda anafundishwa namna ya kulima, kama tu kumwandaa kuja kuwa mkulima bora baadaye lakini sio kumtumikisha kwa maana yeye ndio awe kama mnyamakazi wa kufanya ile kazi. Hiyo ndio sheria inakataa. Lakini pia tuna mkataba mwingine 182, huu unahusiana na kazi hatarishi na umetambua kabisa kazi gani ni hatarishi au aina gani ya utumikishwaji mbaya wa kazi. Mkataba huo namba 182 wa kimataifa ambao sisi Tanzania pamoja na mikataba mingine ambayo tuko mbioni kusaini ni pamoja na mkataba namba mia moja themanini na tatu ambao unahusiana na utumishaji wa wafanyakazi wa ndani au wafanyakazi wa ndani majumbani. Sisi wote ni mashahidi, wengi wanaofanya kazi kule ni aidha amekimbia shule, ameacha shule, katoto kadogo kanaanza kufua nguo za baba anafanyishwa kazi na kazi za wafanyakazi wa ndani wakati mwingine hazina hata ukomo mpaka saa nane za usiku baba ametoka kulewa huko anakuja kugonga niwekee chakula nichemshie chai chemshie maji ya kuoga au mama anaamka kule e, baba ndo amerudi kutoka kwenye starehe zake huko anamwamsha mfanyakazi anamgongea saa nane za usiku kafanye kazi hii na mara nyingi bahati mbaya wafanyakazi wa ndani umri wao wengi huwa chini ya miaka 18 sasa jicho la sheria la kimataifa limewaona na sisi Tanzania tumeshaanza tayari. Sisi ndani kwa sheria za sasa tunayo sheria ya, ya, ya mtoto ya mwaka hii ni sura, sura namba kumi na tatu na kama sikoseni ya mwaka elfu mbili na kumi inayotoa makatazo yote na inatoa mwelekeo na mwenendo mzuri wa kulea watoto. Kwa hiyo hata wazazi mjue, ukizaa mtoto ni wa kwako ndio, lakini sisi tunachojua ni wa Mungu na ni wa serikali. Ukimtendea visivyo, tunachukua hatua kali kwa sababu mtoto ni baraka kwa taifa. Mzazi yoyote ambaye atamuacha hata mtoto tu ikitokea haki ya malezi bora, ikitokea mtoto tumemkamata mitaani, unasema mtoto wa mitaa, mitaa izai watoto? Mtoto akiwa mtaani anazurura ovyo ovyo, tukagundua kwamba ana baba na mama yake, au ana mama yake, au ana baba yake, wewe umefanya kosa kisheria kwa sababu hujatimiza wajibu wako wa kisheria wa haki ya malezi bora kwa mtoto ambaye umemleta wewe. Sasa ni kuna wajibu wa serikali, tuna wajibu wa, wa, wa kwanza, tuna wajibu wa familia yenyewe kwa mzazi aliyemzaa, wajibu wa familia, wajibu wa jamii, wajibu wa serikali, wajibu wa taasisi zetu za elimu, taasisi za dini, vyombo vya ulinzi na usalama na taifa kwa ujumla. Tuna collective rights na, na, na uh, obligation kwa maana ya wajibu wa kuhakikisha tunalinda, tuna, tuna na kutetea haki na ustawi wa watoto. Kwa hiyo nitumie fursa hii pia kuagiza sasa maeneo yote ya waajiri nchini katika mamlaka za serikali, lakini pia waajiri kwenye taasisi binafsi na maeneo mengine ambayo yanatambulika serikali. Mi situmii lugha ya sio rasmi, ni maeneo rasmi, kwa sababu serikali inatambua kila mahali, ni marufuku kutumikisha watoto na kuwafanyisha kazi kwa namna yoyote ile inayotweza utu, haki, heshima na afya za watoto. Tukifanya hivyo, sisi serikali hatutasita kuachukulia hatua kali za kisheria, na ndani ya wiki mbili hizi kamishna wa kazi atatoa maelekezo maalum ya jinsi operation hizi zitafanyika, viwandani, mashambani, iwe kwenye taasisi za elimu, taasisi za dini maeneo yaliyokuwa ni asasi au maeneo asasi za kiraia, lakini pia kwenye maeneo yote ambayo nchini hapa kazi zinafanyika, kutakuwa na ukaguzi maalum. Na tunaomba pia, ni rai yangu kwa watanzania wote, tutoe taarifa kwa wale ambao tunaamini kwamba wapo watoto wanatumikishwa, wanafanyishwa kazi, wananyanyaswa, wanatwezwa au kuvunjiwa haki na heshima ya utu na haki za binadamu tukiingia ndani sana asilimia karibia 80 ya watoto ambao wako kwenye utumikishaji wako kwenye sekta ya kilimo, na kwa sababu ya hili na kwa uzito ambao serikali ya Tanzania ime, imeipa sekta hii tuna mradi particularly ambao umejikita kwenye pamba ambao umejikita kwenye kuondoa na kutokomeza utumikishaji wa mtoto. Kwa tunaipongeza serikali ya Tanzania kwa kuangalia hii sekta kwa ukaribu, lakini zaidi ya hapo Tanzania imeridhia mikataba mikubwa miwili ya kupinga utumikishwaji wa mtoto, ukiwemo mkataba wa 138 na wa umri wa chini wa ajira, lakini mkataba wa 182 unaohusiana na aina mbaya zaidi za utumikishwaji. Lakini Tanzania imesogea mbele kidogo kwenye kuzitengenezea sheria lakini pia kuzitengenezea miongozo ambayo maafisa kazi wanaitumia katika kufanya inspection na vitu kama hivyo. Kwa sisi kama shirika la kazi duniani, tunajivunia tuna, tuna, tuna kufanya kazi Tanzania kwa sababu ya hii progress tunayoiona, lakini dunia iliazimia kwenye maazimio ya maendeleo endelevu azimio la 5.7 kuhakikisha kwamba itakapofika mwaka 2025 tutakuwa tumetokomeza kabisa utumikishaji wa mtoto. Ni dhahiri kwamba hatujafika, lakini tuna, tuna tuna sababu ya kuendelea ku, kuungana kwenye hivi vita na kuhakikisha kwamba Tanzania inabaki salama na mtoto hatumikishwi. Maadhimisho hayo yameambatana na kauli mbiu inayosisitiza wajibu kwa pamoja katika kuwalinda watoto dhidi ya ajira hatarishi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kitaifa kutokomeza kabisa utumikishwaji wa watoto ifikapo mwaka 2025. Mtazamaji na msikilizaji wa Shindi Media usisahau kusubscribe, like, comment na share ili wawe wa kwanza kupata taarifa zetu.